Yaani ubongo wangu hautaki kuachilia kile kitu. Nilipopigiwa simu nimepagawa, nimefika eneo la tukio na kukutana na madam. Kitu ambacho sikutegemea nitakikuta kwa hali ile. Unafika mtu amelala chini ya sense na mguu haamki tena. Wakanambia wajafa mkimbizo hospitali. Kufika unaambia mtu amekufa. Ndani ya saa sita tu, saa saba. Hebu pata picha kama ni wewe. Hebu uvae wewe ndio mimi. Unaweza kuwaza kwa fano sisi zinaweza kutokea kitu kama hicho kwenye nchi yetu au mauaji kama hayo anaweza katokea, tukauliwa kiasi hicho kwa sababu mambo yetu ya uchaguzi vurugu. Yaani, kinachoniuma mimi, mume wangu alikuwa kwenye maandamano, hajaribu kitu chote cha serikali useme alikuwa kwenye maandamano, hajachoma vitu vya mwendo kasi, hajachoma mali, magari yalochomwa, hajavunja mali ya mtu. Kosa lake ni kutoka nje kusimama, hmm? Ndo kosa lake? au kosa lake ni nini? Nimepeleka mwana Mwananyamala, tumepewa kuzika tarehe sita. Tumeenda kuchukua mwili tarehe sita mwili umeoza. Sasa wewe nikwambieje? Hebu pata picha kama ni wewe. Paka namuuliza Mungu, mume wangu ana kosa gani? Au alikuwa na dhambi kiasi gani? Kwa hiyo mume wangu naujiuliza aliandikiwa na Mwenyezi Mungu afi kifo cha uchungu namna ile. Risasi ya ini kweli? Eh? Sasa bado angempiga kwenye moyo basi. Bwana mpiga kwenye moyo akafa hapo hapo. Bora hmm? Anipiga kwenye moyo basi, akafa. Lakini ndio sasa maini ya ini. kwenye ini lazima aliugulia uchungu sana. Kwa hiyo hata nikikaa mwenyewe najaribu kuvuta picha, yaani aliugulia nini, alitamani kuniambia nini, sijui, yaani kwa sasa Vero, maisha yako tu mdadi kuna kucha siku zinaenda, yani, yani mdadi tulipo, lakini si tamani hata kuishi, sitamani okay, sita afu naishi na watoto wangu, nakaa nawaangalia, wananiangalia mimi, nifanye nini? Nakaa nasema mimi nikifa wanaishije? Ndugu ameisha kuja kama tumezikwa, ameondoka, tumeenda hospitali, mtu ameoza, mpaka anajiuliza Mungu. Hata nikikaa usiku nasema, Mungu, mume wangu alikosea wapi mpaka aoze vile? Anagwa kanisani, kanisani kunanuka kweli, niko pale mbele, namsikia mnongo kabisa, kwenye ananuka kabisa. Tuna tumrudisha kwenda makaburini, tunafungua gari lile la, la, la kubeba jeneza. Ni kweli jamani, alifanya kitu kibaya kiasi gani mpaka alipo hivyo eh? Cheti cha kifo ameandika alikuwa anasumbuliwa na uti wa mgongo ndo kifo chake ni kweli? Wakati maelezo wamechukua watu watatu kurasa tatu wameandika kwana tuna na spring. Hata jana wale watu nimewauliza, je au mimi sijui Kiingereza hii mimi wangu hii ni risasi ya tumbo kilichoandikwa hapa, kwa nini uti wa mgongo umeandikwa? Wanasema hatujui wenyewe, wenyewe sio walichojia hicho, walichonambia ule kaka watafatilia lakini wenyewe wamekuja kwa ajili ya kuuliza tu maswali ae, mambo hayo wenyewe hausiki sana. Ndo jibu alionipa alilonipa, nilivyoongea sa zile pale. Akaniita akaniambia nimtumia ule kake kile cheti. Wale watu wa saikolojia wakanishauri nirudi mwana nyamala kabla ya kuenda Rita, lakini sasa pale mwana nyamala watanielewa, kama watu wametoa maelezo watu watatu, na mmeenda kuchukua kile wamekiandika, vile itasaidia kweli eh? Beru, nini, nini, nini ombi lako kwa mamlaka? Ombi langu serikali waangalie wananisaidiaje. Maana mume wangu alikuwa ndio kila kitu kwangu. Hawa watoto wawili nawasomeshaje? Nakaa nyumba ya kupanga, unalipa pango la nyumba. Mimi naishije? Mpaka mtu nafikia tu usiku na waza unasema, au vile vidonge vile va va va va, va usingizi ninywe tu nife. Nasema baba watoto wangu atalelewa na ndugu zangu. Labda. Sababu nikikaa, si akili kukubali mume wangu alifanya nini? Yaani, alifanya kosa gani? Mi nachotaka kujua ni nini, nini alikosea yani, bila kutoka nje ni kosa lake? Afikifo kile kweli hmm? Twende mochwari siku ya nani ameoza kweli, ameoza tizamiki.